Ukaondoka tukaenda kwao, kijana nikaonekana kama mimi moja kwa moja kaiba mwenye kiti. Kwa sababu mimi ninapofahamu, mimi kijini hakuna mtu mwenye simu kama ile. Kwa kuwa mimi nilikuwa narudi nyumbani. Twendeni moja kwa moja mpaka kwa huyo kijana e, hapo, mungi. Kwanza mimi nashukuru kwa kuitikia wito wangu, kwa kuwa tulikufata nyumbani kwako tukakukosa na nikaacha maagizo pale. Kwa hiyo nashukuru ume, umekuja kuitikia huo wito wangu. Sasa bwana, matatizo inasemekana kwamba hawa walikuona uli, wa, walikuona ulikuwa na simu kubwa, unajipigapiga picha hii simu kubwa hizi za kufanya hivi vile, walikuona nao kwamba hiyo simu ulikuwa nayo wewe. Kwa hiyo mimi nataka kujua yao, dio, ni ni kweli walichoniambia kwamba wewe una simu kubwa? Ndio, ninayo. Unayo? Ndio. Eh, hiyo simu ni ya kwako? umepata wapi hii simu kubwa? Kuna mdada alitokea mjini, alikuwa na matatizo mimi nilipomsaidia akaamua kunipa hii simu. Mm ah, mwenyekiti. Hapa kwa haraka haraka tu. Kwa haraka haraka tukiangalia huyu jamaa hii simu atakuwa atakua kamwibia huyo mdada. Tumemwona kabisa huyo binti na mtu hawezi kumpa mtu simu kile SS simu kile kama kama hiyo hiyo kubwa bwana. Huyo atakuwa kaiba. Alafu atausika watoto eh. <coughs> Wewe bwana, matatizo. Usilete matatizo kama jina lako Unanielewa? Yaani kwa maelezo hayo. Yaani mtu hawezi kutoka huko mjini, eti akakupa, ukaonana naye, akakupa simu kubwa. Na huwa nasikia zina bei si milioni, si shingapi zina bei? Yaani mtu akakupa tu simu hivi hivi. Hiyo swala haliwezekani. Mimi sijaiba mwenyewe. Wewe kiukweli utakuwa umeiba. Kwa hiyo simu nayo. Mimi simu ninayo hapa. Eh, mtu huyo. Hii simu ya kwangu mwenyekiti. Nikwambie mwenyekiti. Okay, umesikia? Hii simu we mtu aweza kakupa hivi hivi ya gharama hii? Mimi mwenyekiti nashinda kumiliki simu kama hii. Umiliki hujapewa, we ujapewa, umeiba. Nisikilize nikwambie matatizo, sijui. Unanielewa? Sasa jamani, hapa kitu cha kuamua na cha kufanya kwa sababu mimi na sheria zangu natakiwa nifuatilie kimya kimya, nipeleleze mpaka nipate jibu. Kwa hiyo hii simu hii itabaki hapa kwa mwenyekiti. Mwenyekiti, upo sahihi mwenyekiti, simu ya kwangu mwenyekiti, usibishani kwa na serikali, unanielewa? Ah, hii simu yangu u ya mwenyekiti, mimi sijaiba, usintia sira ya kwangu. Lakini naweza kukamata na kukutia talaka ao mwenyekiti, hapo nahisi mimi naweza ka nimemaliza, ukata. mm -hmm. Hichi kikao jamani, naomba kiishie hapa, tusiwe kikao kirefu, shida hapa imeisha. imeishi sim leo, ndugu zanguni. Eh kwa hiyo hey, kemtu akaendelea na shughuli zake jamani. nyumbani kwako ah, uh -huh. kwa bwana, unaendelea na shughuli shughuli zako. Ah, Ah, peke kwa shughuli yenyewe imeshaachana naye, hiyo nitaifanya baadaye. Bwana samahani mimi nifuate. We, vijana wa kijiji, wa kijiji hiki wewe waelewe kaje? Kaka leo umekuwa shida, um, hapa mimi najaribu tu kuokota ukota angalau hata kidogo nikapikia ugali, sasa mke wangu. Mm, yani leo niko na furaha hatari. Haya, mimi unishirikishe hiyo furaha yako <laughs> yani hatari, yule mtoto yule, matatizo ah, unamfahamu? Mm. Oh. kisha <laughs> kudokezea kile kikesikesi chake nilichokuwa kuambiwa na wale vijana walinifuata kule siji sige tukaiba sika simu sikafanyaje fanyaje eh, uliniambia. Walikuja hapo, nimewaita nyumbani hapo, wamekuja sasa. Kaja pale, nimemtishatisha pale, kaambia hii matatizo, wewe, hii simu hii umeiba. Hey, mimi sijaiba, sijafanya nini, sijui msichana gani kanipa, katoka mjini. Nikamwambia we, unajua mimi kwani imeendea. Kaambia we, yani unajua mimi, mwenyekiti, naweza kukamata saba nikapia talo huko kwa nikamwambia hii simu inabaki kwa mwenyekiti kwa ajili mm. kwa, kwa, kwa, kwa, ya upelelezi uchunguzi fulani. Unaona eh? Unaona. Unaona? Sasa nikwambie hiki kijiji watajua kama mimi ndo nani, yaani kwa jinsi nitakavyokuwa na tamba kwenye hiki kijiji mwanakazi hmm. Hey, wanayo kisha kuta sasa siku na sherehe kwa Mama Mazoea. Hii simu naenda naye. Mm, yaani kwenye sherehe nitahakikisha kila mtu ananitazama mimi tu kwa jinsi nitakavyokuwa najidai. Mm. <laughs> Yaani nikifika pale mimi tu, mimi nitapata matumizi ya simu nilitaka kushangaa juu. Yaani mimi mwenye kiti

anatumia tayari bana, tuondoke mimi na ya mtina ya kuendelea kuangalia mkaa. Ini hapa ndo naondoka na dada zangu huko mbele. Unajua kaka, mwenye kitika ananyang'anya <laughs> simu yangu yani. Nyang'anya simu? Ndio kananyang'anya simu Hani wewe, simu uliitoa wapi? Unajua brother, wewe kwani nikupe story? Kipindi natoka zangu maomo naelekea na nini? Ngoja bwana, sije ukanitawala ukaanza kunidanganya. Hii tunavyozungumza vile vya uhakika sasa. Sasa ndio nataka nikuelekeze ili nielewe. Naleta ma story sasa. Kipindi yeah, natoka zangu nyumbani. Nimekutana na mdada katoka mjini. Akawa anazunguka zunguka tu, anazunguka zunguka tu. Nikamuuliza vipi? Alikuwa anauza nini? Zunguka anazunguka zunguka zungu, mwenye sikijiji chetu tunakijua, aha. E, yani nazunguka zunguka, akapotea njia ile sehemu alikuwa anakwenda anapajua. Umenielewa hapo sasa? Kipindi mimi napita, akaniomba msaada. Kwa hiyo ndo ndo ndo, ukafanyaje sasa? Ndio hapo sasa ndio chanzo cha kupata ile simu sasa. umenielewa? hmm kipindi zunguzungu kaniona mimi, anaomba msaada hmm. Nikafika akanielezea shida yake, nikasema mm. Wewe hapo ulipishana na nani? Akaniambia kapishana na mzee mmoja hivi, nikajua huyu atakuwa Dendu, maana ndio tabia yake Dendu, mnielewa hmm. Yule kosa lake akumsalimia mzee Dendu na wala, kama unavyomjua mzee Dendu usipomsalimia tu kinakulamba aisha, kanyaga umenielewa hapo sasa mimi chakufanya, ningamwambia chakukusaidia, dada yangu, twende kwa mzee Dendo mana bwana. Tukatoka hapa mpaka kwa mzee Dendo, kufika pale tukamwomba msamaha, mzee Dendo akatuelewa. Sasa kipindi tunarudi sasa, yule demu akafurahi, ndo akaamua kunipa mimi simu. Sasa chakushangaza, naniambia simu mimi nimeiba. <coughs> Sasa kijana kwanza nikupe pongezi halafu nikupe na pole kidogo. Kwa sababu gani? Mimi najua siwezi kukusaidia kwa sababu najua kabisa kijiji chetu nikusema uingilie jambo la wakubwa wakubwa, uh, kidogo inakuwaje kuwaje? Sasa mimi na mimi usije, maisha yangu nikaweka rehani, wetu tuvumilie hivyo hivyo na mambo ya kijiji chetu, namisi mwenyewe unajua sasa nitavumiliaje? Kati mtoto yule kanielewa, akaniambia kabisa, mimi nitakupigiaga simu. Sasa wewe fikiria hapo mwana yale, mimi simu yangu bwana. Sasa ngoja kwanza. Sasa unataka tufanyaje sasa, tendo kanisaidie basi kwenda kuchukua ile simu. Mimi mwenyewe unachoaga kabisa, napewaga misara, tunachoa kabisa mimi, unanipaga misara za nini paka leo? Ukiangalia kuna vitu bado vinaendelea. Mimi kwa hilo siwezi kukusaidia ndogo wangu kikweli, na kuna mambo tunasaidiana, lakini kwa hilo mimi siwezi. Alieniadia tenikigia wewe unataka kuongea na mimi sasa, nataka mimi nifanyaje sasa hapo? Mimi tunataka msaidie kupata ile, niende kwa mwenyekiti nikamwambie nataka hiyo simu, nataka nikavia chera eh, wanataka nete na mapolisi kutoka mjini kwa sababu ya simu, sababu ya simu. Mimi nakwambia sitaki, sitaki shida, shida. Vitu vingine hivi ilikuwa bahati na supu ukubali tu kwamba ilikuwa bahati na supu alafu imepotelea huko kusiyojulikana. Ukubaliane tu hivyo makosa bahati ya kwenda mjini sio, ungeenda mjini sio, angeenda kukuuza, ungejua mwenyewe. Lakini wewe kubali kwamba sasa tulisha feli mjini. Kubali aliyopungukiwa yapungukiwe, si ukubali kulazimisha kitu kichae kati baada kitata. Ilikuwa ni bahati yako, lakini wao bahati ya mtu amelalia mgongo mk, mk, azi. Achana nao. Kama Mungu atapanga utakuja kuona naye tena. Wende kwa mwenyekiti sasa hivi, unajitaka roho kweli wewe. Utapewa kesi na kupaka mwanafunzi. Simu. Kabisa? Akupe mwenyekiti, yeye mwenyewe hana simu pale alipo. Nisikilize sasa. Mimi kijana wangu mimi, ni mimi ni kuombe kitu kimoja. Mimi nilikuwa na wahi kitoko. Ni mali vyangu pale. Najua sasa hivi umeacha familia nyumbani, wahi basi, nenda nyumbani.